Nam nam nam ni ansiri Julius. <laughs> Sasa hapo kuna swali na <laughs> na swali ambalo tumepokea. Je, ni sahihi kiasi gani mwanadamu kuamini kutokuwepo kwa Mungu? Je, ni sahihi kiasi gani mwanadamu kutoamini uwepo wa Mungu? Ndio swali ambalo tunaweza tukaliweka tuka kwa mfumo huu. Je, ni sahihi kiasi gani mwanadamu kuamini kutokuwepo kwa Mungu? Yaani aamini katika Mungu wake, yaani swali lake kwa je, ni sahihi mwanadamu kuamini kwa Mungu hayupo. <laughs> Kitaalamu kwa ndugu yangu ni nzito sana. Linaingia moja kwa moja kwenye moyo wa falsafa na saikolojia ya imani. Kwanza hakuna kipimo cha usahihi kinachoweza kutolewa moja kwa moja kuhusu imani au kutoamini kwa Mungu. Kwa hakuna kipimo cha usahihi. Kwa kuwa sahihi au kutokuwa sahihi itategemeana. Kwa sababu swala hilo linahusu imani binafsi, uzoefu wa kiroho na mtazamo wa kiakili wa kila mtu. Lakini tunaweza kulichambua kwa misingi mitatu. Tutatumia msingi wa kifalsafa, tutatumia msingi wa kisaikolojia, tutatumia msingi wa kiimani. Sasa tukishatumia hiyo misingi mitatu, then ndo tutakuja ku prove kwa jinsi sahihi, kwa namna gani maanake. Je, ni sahihi au sio sahihi wewe kuamini kwa Mungu hayupo? Kwenye msingi wa kifalsafa, wana wana falsafa wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi moja linaitwa theist, kuna kundi la atheist na kundi linaitwa agnostics. Sest, ni kundi ambalo la wanafalsafa ambao wanaamini kwa Mungu yupo. Mfano mwanafalsafa anaitwa Thomas Aquinas, kuna mwanafalsafa anaitwa Agustino na kuna mwanafalsafa anaitwa Anselm wa Canterbury. Sasa pia kundi, kundi la pili ambalo ni Atheist, Atheist ambao wanakataa kuwepo kwa Mungu. Mfano kuna mwanafalsafa anaitwa Nietzsche, kuna mwanafalsafa anaitwa Karl Marx na Sartre au awa, hawaamini kabisa uwepo wa Mwenyezi Mungu. Pia kuna wanafalsafa kundi la tatu la wanafalsafa linalojulikana kama agnostics. Agnostics ni wanafalsafa ambao wanasema haijulikani kama Mungu yupo au la. Yaani hao ni watu ambao wasiofungamana na upande wowote, mfano kuna mwanafalsafa anaitwa Immanuel Kant. Huyu haamini kabisa. Yaani yeye yeye yupo, yupo anawaku, anawakubalia w na anawakubalia wa assist. So wanavamizi wow, walikuwa yeye wao wanasema kuwa hayupo kwa kile anaona wapo sahihi na wanasema yupo kwa kile anaona wapo sahihi, ndio anaitwa Immanuel Kant. Sasa kwa hiyo kutoamini kwa mwanadamu hapo maanishi upungufu wa akili, bali ni mtazamo wa kifalsafa na ujengo kutokana uzoefu na tafakari, uzoefu au tafsiri ya uhalisia. Hata hivyo, wanafalsafa wengi wanakubaliana kwamba kutokuwepo kwa Mungu hakuwezi kudhibitishwa kisayansi, kama vile uwepo wake hauwezi kupimwa kisayansi pia. Kwa kutokuwepo kwa Mungu na kuwepo kwa Mungu hakuwezi kudhibitishwa kisayansi, kwa sababu uwepo wake kisayansi hauthibitishi kwa Mungu. Kama yupo yupo sehemu gani kisayansi, huwezi ku prove na na, kutokuwepo kwake huwezi ku prove, kwa sababu ili ujue kitu fulani kwa hakipo, maana yake unajua sehemu ambapo kilipokuwepo kuwepo, sehemu ambapo, au umeambiwa sehemu ambapo kipo, na wewe umefika umekuja kiona, hapa ndo unakuja ku prove kwa hicho kitu kwa hakipo, kwa hakipo. Lakini pia kuna hivyo hoja ubaki katika uwanja wa imani na maana ya uwepo wa mwanadamu Yaani hoja ya falsafa inashindwa ku conclude kwa sababu sayansi haiprove chochote kuwa yupo au hayupo. Kwa hiyo inabaki tu ni maamuzi ya mwanadamu. Lakini jambo la pili ni kisaikolojia. Kisaikolojia, kisaikolojia imani kwa Mungu humsaidia binadamu, yaani binadamu kuamini kuwa yupo Mungu anasaidika kisaikolojia, kwa sababu kisaikolojia binadamu anapata matumaini na uthabiti wakati wa matatizo. Mtu akiwa kwenye majanga mazito, labda vifo na vitu ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa hiyo, kisaikolojia anatibika pale anapo anapo anapoambiwa kuna nguvu bia, beyond his ability kuna nguvu ambayo ipo juu yake, nguvu ambayo ina uwezo ku, wa kuponya kile kitu ambacho yeye amepipitia. Ame, kwa hiyo pia kisaikolojia binadamu anasaidika. Yaani imani kwa Mungu humsaidia kuunda maadili na mwelekeo wa maisha. Kama tunavyojua taasisi za dini zinavyochangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa maadili na mwelekeo wa maisha wa jamii nyingi duniani. Hivo saikolojia binadamu anasaidika kwenye dhana ya uwepo wa Mungu na mara nyingi kisay... na mara nyingi binadamu kumpa nguvu ya ndani na amani ambayo haiwezi kuelezwa kirahisi na akili ya kawaida. Kwa hiyo, binadamu anafaidika sana na uwepo wa Mungu kwa saikolojia. Lakini pia mtu asiamini Mungu anaweza bado kuwa na maadili mazuri, yani mtu ambaye anaamini katika Mungu anaweza kuwa na maadili mazuri, lakini kwa wengi. lakini kwa wengi, kwa wengi pia anakosa kukosa kipimo cha kiroho, maana uacha ombwe la ndani ambalo si kila mtu anaweza kujaza. Unajua, yani ile tumaini, ukiwa na tumaini kuwa yupo Mungu, maana yake kwenye sehemu ambapo uweze kufufue, unasema kwa akili yangu ilipoishia, ndipo akili ya Mungu kuanzia kwao, wale ambao umeishia, unaamini kwa hicho kipande kilefu ambacho sijaweza kukifikia, basi hicho atafilifili Mwenyezi Mungu kwao, kisaikolojia binadamu anatakiwa aamini uwepo wa Mungu kwa sababu inamsaidia sana, ijapokuwa hata ambao waamini pia bado wanasaidika pia kisaikolojia, it depend with akili ya huyo mtu, lakini pia kiimani. Sasa muktadha wa tatu ni kiimani. Sasa hapa kwenye kiimani, kumbuka, mimi ni Anselm Julius, ni mtu ambaye ni mbobevu katika imani ya Kikristo ya neno la Mungu, katika imani ya Kikristo. Sasa kwao nitabezi, nita kwenye imani ya Kikristo Zen, tukipata wasatu tamtafuta mtu ambaye ana elimu kuhusiana na imani ya dini ya Kiislamu. Zen, tamtafuta mtu ambaye ana elimu kuhusiana na elimu ya dini ya Buddha, ana elimu kuhusiana na dini ya Kiyahudi. Zen, mwingine ambaye ana elimu ya dini ya Kihindu. Sasa hizo dini zote nne kubwa duniani, watu ambao wana, wana wenye, wenye, wenye uelewa huo. Lakini sasa kwa Kikristo, mimi nitafulfill mwenyewe kwa mtazamo wa Kikristo kuto kumwamini Mungu si sahihi. Yaani, huruhusiwi kabisa kuto kuamini uwepo wa Mungu, kwa sababu ukisoma Zaburi ya kumi na nne mstari wa kwanza unasema, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa maana yake wewe ukisema kuwa hakuna Mungu, yani ukisema kuwa, yani, utakapoamua kuto kumwamini Mungu, maanake we, kwa imani ya Kikristo unafahamika kama mpumbavu, kwa sababu mpumbavu siku zote amesema moyoni mwake hakuna Mungu. huyu ni mpumbavu mtu ambaye anasema hakuna Mungu kwa mujibu wa imani ya Kikristo ni mpumbavu. Lakini pia imani ni zawadi na Biblia inasisitiza kwamba katika kitabu cha ja Waibrania sura ya 11 mstari wa 6 anasema, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waibrania 11:6. Hivyo kwa imani ya Kikristo kuto kumwamini Mungu ni upungufu wa uelewa wa kiroho, si wa akili. Maana yake utakuwa na upungufu wa uelewa wa kiroho. Hitimisho. Kwa hiyo kutoamini Mungu si sahihi kwa mtazamo wa kiimani ni hoja ya mjadala kwa mtazamo wa kifalsafa, na ni hali ya kibinadamu ya kutafuta maana kwa mtazamo wa kisaikolojia. Lakini mwanadamu yupo katika safari ya kuelewa uhalisia, na mwisho wa safari hiyo wengi hujikuta wakirudi kwenye chanzo cha uhai, Mungu mwenyewe. Kwa watu huwa wanatafuta kuna, kuna watu wanakiri, kuna watu wanakataa, mwanzoni wakifanya hizo tafiti zao watarudi tena kukiri, kwa yes, yupo Mwenyezi Mungu wamelela sasa kuna mwanafalsafa kwa anaitwa Anselm sasa, ambao ndo wanaunda ili kundi la kundi la Saint Anselm wakan bel Anselm sasa. Anselm, nataka tumjue Anselm ni mwanafalsafa gani? Sababu huyu ni wajina, mimi naitwa Anselm sasa. Wengine wanasema kwa, pengine unaweza ukahisi kwa nini kulitaja hili jina kwa mwanafalsafa Anselm. Kwa sababu mimi naamini katika Mungu, kwa ni kumweka huyo manake, pengine na pengine mimi na nataka kujipendelea but mwanafalsafa Anselm ni yu ambaye aliishi miaka 1033 hadi miaka 1109 baada ya Kristo, ambaye Anselm aliyokuwa neno la kuzitaja ni Mtakatifu Anselm wa Canterbury, ambaye yeye alikuwa mtawa na mwanafalsafa wa Kristo kutoka Uingereza. Huyu jamaa alikuwa ni mtawa na mwanafalsafa wa Kikristo ambaye ametoka Uingereza. Anasemekana kama baba wa wa falsafa ya teolojia ya Kikatoliki. Yaani huyu dio ile teolojia somo ambalo tutakuja kujifunza mbeleni. Kwa sasa the founder of Catholic theology ni huyu, anaitwa Anselm of Canterbury, hasa kwa kuanzisha hoja ya kimaelezo ya uwepo wa Mungu inayoitwa ontological argument, ontological argument. Sasa huyu ni baba wa falsafa ya teolojia ya Katoliki. Hoja yake kubwa ilikuwa Mungu ni kiumbe mkubwa zaidi ambacho mtu anaweza kufikiria. Ni kiumbe kama hicho lazima kiwepo kweli, kwa sababu kuwepo hakutoki tu kwenye akili, bali pia ni lazima kiwepo kwa kweli. Kwa kifupi, Anselmi ni mwanafalsafa na mtawa wa Kikristo aliyetengeneza hoja za akili kuthibitisha uwepo wa Mungu. Sasa o, ndio hivyo, ndugu yangu, ndugu yangu Osman ambaye uliuliza Je, ni sahihi kiasi gani mwanadamu kutomwamini Mungu. Sasa hapa, maana baada ya hizo hoja tatu tulichanganua kwa kwa kifalsafa, kisaikolojia na kiimani. Hoja zote tatu zina msema uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, ndugu yangu Osman, sio sahihi mwanadamu kutokuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ni kosa kubwa sana ambalo mwanadamu atakayeweza kulifanya ni kutokuamini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Mungu yupo ndugu zangu. Mungu yupo jana, leo na kesho. Huyu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Huyu ndio chanzo cha kila kitu duniani. Asante, ulikuwa nami Ansen Julius. Sasa mwisho wa video hii, sasa twende moja kwa moja, bonyeza alama ya subscribe kujiunga na familia hii ya Bance Family, Bance TV eh, hmm. ili tuwe sambamba mimi na wewe katika video zinazokuja. Tutaenda kukuletea mada ya teolojia ya kanisa Katoliki sasa hivi tutakapotoka kwenye mada ya teolojia ya kanisa Katoliki, tutaenda kukuletea mada nyingine ambayo hii ni mada bab kubwa, moja kati ya mada ambazo hupasi kukosa. Stay tuned. mimi ni Bance Julius na hii ni Bance TV Bance Family, subscribe ndugu yangu, ya subscribe channel yetu kwa ajili ya taarifa kama hizo na kwa ajili ya kukuza imani yako na maarifa yako.